Seneta Wakoli alitoa kauli hiyo alipotembelea shule ya msingi ya Luya na kubaini kuwa wanafunzi wa chekechea wanasomea katika mazingira hatari. <coughs> Mimi ningependa kushukuru wakaaji na walimu wa area eluia, ya Luya kwa kujiunga nami asubuhi ya leo kuangalia na kudadisi hali ya masomo ya watoto wa shule za chekechea katika kaunti ya Bungoma. Watu wa Bungoma wanakumbuka vizuri kwamba tulipokuwa tunavuka mwaka niliwaahidi na nikawaeleza kwamba kila mtu ataubeba msalaba wake. Nikawaeleza kwamba kila kiongozi atawajibika kwa kazi ambayo amepewa, na nikasema kama wewe ni mchapakazi, mwanakandarasi, lazima uwajibike kwa kazi tumekupa kama serikali ya kaunti ya Bungoma. Na leo nimeanza mchakato wa kutembea katika taasisi ama vyuo vya chekechea katika kaunti ya Bungoma na katika vyuo anuwai zile tunaita village polytechnics, kuhakikisha kwamba kitengo kilichogatuliwa kikatiba kwa pesa za kaunti, kuhakikisha kwamba watoto wadogo wanashughulikiwa na serikali ya kaunti kikamilifu kwa mujibu wa Mimika... Mwakilishi wa Ward Edwin Opiora, mkandarasi aliyekabidhiwa ujenzi wa mwaka wa kifedha 2023 na 2024, hajarejea kukamilisha kazi. Kwa majina anaitwa Mheshimiwa Edwin Opiora ndio MCA wa Bwake Luya Ward. Nataka kushukuru senata kututembelea leo na kuangalia huu mradi wa ECD. Kama MCA, nilifanya kazi yangu ya kutenga pesa ya kujenga uh, darasa la ECD kwa mwaka wa financial year 2023-2024. Ilibainika kuwa mkandarasi huyo alipewa kandarasi nyingine ya kujenga shule tatu zaidi ya chekechea katika wodi hiyo. Trakta wa kwanza ule alipewa ilifaa ajenge madarasa manne e, ya kwanza ikiwa huko Luanda Pefa, hapa Luya Primary, Kibochi Primary na Mabanga Primary. Vile alikuwa ameanza kujenga huko Luanda Pefa, hiyo hiyo classroom ukuta ulianguka, na nikarudi kuripoti kwa county education, na wakapeana contractor mwingine ambaye anaitwa Coradis. Tulikuja na e, wasimamizi wa procurement wa county e, department education tukafanya site handover kwa hii shule yetu ya Luya. Contractor akaleta uh, material akaanza kuweka blocks, lakini hadi sasa hiyo kazi imesimama. Seneta Wakoli amemtaka gavana wa kaunti ya Bungoma, Mheshimiwa Kenneth Lusaka, kuhakikisha mkandarasi huyo anawajibishwa ili wanafunzi wapate mazingira bora ya masomo. Tutetee mnyonge, tutetee mkulima tutetee mfanyabiashara yeyote. Ambaye anataka kumpeleka mtoto shule, lazima apate shule imejiandaa kumpokea mtoto, imfunze mtoto. Atakaporudi nyumbani, mzazi ajue kwamba amewekeza katika taasisi ambazo zinamjali na zinajali vizazi vijavyo. Sasa mimi nachukua hatua hii na ninaenda kusema hivyo, nitapitia katika ofisi ya EACC, kwa sababu sasa haitakuwa tu kwamba ninalalamika nitakuwa natoa hoja zangu za malalamishi, mapendekezo na kuomba EACC iangazie ia mambo haya. Itakuwaje mwanakandarasi mmoja apewe shule nne na watu wengi wa Bungoma wa kandarasi wamenyimwa kazi? Hawezi lisha watoto na familia. Mtu mmoja anapewa darasa nne, miaka minne inakwisha hajajenga. Alielezea masikitiko yake kwa kuwa shule hiyo haijawahi kufanikiwa na mpango wa kuwapa watoto wa chekechea uji uliozinduliwa na serikali ya kaunti mwaka jana. kwa na mradi wa kuwapa watoto uji, sisi kama walimu tunasema jina lingine la uji ni ubwabwa. Watoto waje shule wapewe uji wanywe ili watamani kwenda shule. Shule hii tangu mradi uzinduliwe haijapata magunia yake ya unga wa uji. Mwanakandarasi aliyepewa kazi ya kuletea shule zetu za chekechea uji tunataka tumujue, yeah. Na hiyo kandarasi ilipewa vipi, na inapaswa magunia mangapi kwa mwezi yeah? kwa shule za Bungoma yeah. Nikiripotia mtandao wa Dira Runinga Tandao, jina langu ni Dina Mkalo.